Mjasiriamali anaweza kutengeneza system ya kisheria ambayo inaweza kumlinda hata kama kama amelala. Ndipo kwanza tutakayo tujue tunataka tulinde nini. Namna ya uendeshaji ambao haiwezi kum, kumgeuka. Pili, namna gani ambayo itakuwa ni salama hata akizingua kwenye maisha yake binafsi haiwezi kuathiri kazi yake. Tatu, kama inaweza kulinda reputation yake na jina lake ambalo mtu mwingine hawezi kulitumia kwa manufaa yake. Kama niengo hizi tatu, kitu ambacho anataka kutengeneza ni kusajili kampuni. Ukisajili kampuni inakusaidia kulinda hivi vyote vitatu. Bila tatakuwa na It. Kama ni mfumo huu ambao tunaongelea hapa, the only way, the only way ya kuweza kuhakikisha tunapata usalama huu ni usaidi kampuni, kwa sababu kampuni na kitu kinaitwa limited liability protection ambayo inailinda kampuni isiathiriwe na makosa anayoyafanya mmiliki wa kampuni. Hiyo jambo la kwanza. Jambo la pili, kampuni inatumia sheria za makampuni ambayo zinamdhibiti mtu yoyote ambaye yupo ndani ya kampuni, anataka kujinufaisha na kampuni kwa manufaa yake mwenyewe bila kujali wahusika ama wamiliki. Kwa maana ya kwamba kwa mfano aende akafanye kitu ambacho cha kiharifu ama afanye kitu cha uwizi ama afanye maamuzi bila kujali kupitishwa kutokana kwa directors na bodi ya wakurugenzi, inamdhibiti mwenyewe. Ukitaka protection kama hii kwenye biashara yako, the only way ni kuregista kampuni. Kampuni ndio namna pekee ambayo inaweza kusaidia kua kupata usajili wa hiyo mambo yote.